Uh, kumekuwa kuna mkanganyiko sana wa kuelewa kwamba nini kinamsumbua mwanamke katika shingo ya kizazi au katika viungo vyake vya uzazi. Imekuwa haifahamiki sana, ni ikichanganya watu wengi sana. Wadada wengi wamekuwa wakitibu UTI kwa muda mrefu, uh, unakuta UTI inajirudia zaidi ya mara tano ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, au tunaita PID zimekuwa zikiwasumbua kwa muda mrefu sana, na wanatumia dawa zote, wanatumia antibiotics zote mpaka um, wanazipa majina kwamba UTI sugu, kwamba ni UTI inajirudia mara kwa mara isiosikia dawa. Uh, na dalili zimekuwa zikiwachanganya sana wanawake, wasichana, wakubwa kwa wadogo. Sasa kwa nini ujiite kwamba wewe UTI yako ni sugu? Kwa nini ujimilikishe ugonjwa? Uh, hakuna anayemiliki ugonjwa. Ikitokea umeugua bahati mbaya, na yote ni mipango ya Mungu But, nataka nitoe lai kwamba unapoona unaugua infection katika via vyako vya uzazi, ambapo unasema kwamba ni PID ama UTI sugu mwaka kipindi cha mwaka mmoja najurudia zaidi ya mara tano mara sita, naomba, ukiugua UTI zaidi ya mara tano, naona zile dalili nyingi hauzielewi, jaribu kwenda katika vituo vya afya na ucheki shingo ya kizazi. Huenda kuna vimelea vya awali vya saratani ya shingo ya kizazi pasipo wewe kujua, na kwa kuchanganyikiwa ukahisi ni magonjwa mengine mengine tu, lakini vimelea vya awali vya saratani ya shingo ya kizazi vinatibika vizuri kabisa. Uh, na saratani ya shingo ya kizazi inatibika vizuri kabisa. Kwa hiyo tujenge mazingira ya kufanya screening ya cervical cancer, kwamba ya kansa ya shingo ya kizazi. Uh, tusipeane stori na za udanganyifu sometimes. Uh, kiuhalisia unapoona unaugua tatizo moja mara kwa mara na unapata kwamba ni UTI au PID naomba ujiongeze ukacheki saratani ya shingo ya kizazi. Wengi wamekuwa wakitibia magonjwa mengine wakihisi wanaugua kitu kingine, mwisho wa siku wanakuja kugunduka kwamba wana saratani ya shingo ya kizazi tayari imeshafika mbali. Saratani ina mtindo wa kusambaa, kwa tufanye zile check up za mara kwa mara, na hatimaye future yetu kuwa nzuri zaidi. Ikinge kesho yako kwa kucheki saratani ya shingo ya kizazi mapema. Asante Glozack Empire.